Mtazamaji, kati ya maswali ambayo tumekuwa uh, tukiuliza um, wale watu ambao tulikuwa tunawafanyia interview kutoka kampuni ya Jimbo Media, na kati ya ale maswali ambayo tulikuwa tukiulizwa katika comment section za uh, content zetu ambazo tunaweka hapa katika mtandao uh, wa YouTube ni kwamba kuna wale waasis wa vile vipindi motomoto vya Jimbo Media wako wapi? uh, na mmoja wao basi si mwingine lakini ni Mama Madikodiko ambaye alikuwa akitupa uhondo uh, na vimbwanga akivumilia uh, vile vimanga vingi sana vya Bekaruga, na kwa muda tumemwona ama hatujamwona katika um, contents za Jimbo TV, na ndio maana leo uh, tumeweza kumtafuta na kupata lile jibu lako ambalo ulikuwa ukiliuliza um, na sisi tukimuuliza yule mwanzilishi wa Jimbo TV. Hii ni Mums Boy, na mimi ni Mums Boy. Uh, leo hii tuko na Mama Dikodiko Diko. Vipi? Niko vizuri. Umelo stika? Tuna yeah. <laughs> kumisi <laughs> yeah. na... labda yeah. Yeah. Um, Mama Dikodiko ni yeah. Kitu gani ambacho unajivunia sana kuwa nacho wewe kama mama Madikodiko ama hali gani unajivunia ambayo ni nadra sana kupatikana kwa watu wengine? Wallahi najivunia talenti yangu eh. Mm. Najivunia talenti yangu ya acting. Yeah. Najivunia talenti yangu ya utangazaji ndio, najivunia talenti yangu ya kuwa kungwi yani, ah. na talenti nyingi Mwenyezi Mungu amenipendelea alhamdulillah. Kungwi hilo mm-hmm. <laughs> kungwi wa ukweli e. Sio kungwi wa kudabu na, na kungwi, japo tutakuja mbeleni, lakini mm, kasumba ipo kwamba makungwi uh, wengi wao hawana mabwana, makungwi wengi wao wameachika. Vipi kwako ni tofauti ama naye? Naye, na natamba naye na wewe ni kungwi? Naye, ndio, na natamba naye, <laughs> na haniachi hatuachani mpaka kifo kitutenganishe. Bila shaka kwa sababu um, yale mafunzo ambayo unayapeana kwengine na imani huwa yanaanza nyumbani. mm. na kama anaanza nyumbani basi hakuna anayekataa pepo kabisa. <laughs> shukrani sana Mama Madikodiko, leo tumeonana na wewe na kuna maswali ambayo watazamaji wa Mum's Boy Media wamekuwa wakituuliza, na tumekuwa labda wale walengwa tukiwauliza, lakini hatu hayafunguki vile ambavyo inatakikana. Leo nipo mwenyewe, niulize chochote kwanza, na kupongeza kwa kazi nzuri ambayo unaifanya sasa hivi ha, ya utangazaji, asante. Lakini pale nyuma tukirudi, ulianza Radio Kaya no. Pilipili FM. Ulianza uli Pilipili FM alafu ukaja briefly Radio Kaya e. Alafu ndio sasa hivi uko koko labda safari hizi ama uhamisho huu unaletwa na nini? Labda uh, kwanza nimefanya Pilipili pili FM kwa muda mrefu yeah. Sisi ndio tulianza Pilipili, it was our baby yeah. Tukamkuza Pilipili mpaka akawa na washamuashomtamu wa e. kila mahali halafu ikaja Sijui ni fitna ntasema ama nini, ndio tukafutwa sote yeah. kila mtu, kila mtu, mtu. hakubaki eti mimi nilibaki ama nani alifutwa nani. mm. mm. akakuwa na mtu special yeah. tulifutwa sote mm. Uh, tulipofutwa sote kwa mtoto wetu ambaye tulimwanza wenyewe mm. kwa kweli tu, kila mtu alipata pigo mm. na kila mtu alisikia vibaya, alijihisi vibaya mm. tukakosa kazi tu hivyo. yeah. baada ya pale nikapata kazi Redio Kaya. mm. Nikafanya mwaka mmoja mm. Ikaingia korona mm. Ikasemekana Mombasa kuna korona mingi mm. Nikaachishwa kazi. uliachishwa kazi kwa sababu utaleta korona Kwale ama? Hapo siwezi kusema zaidi eh. Lakini kilichokuwa ni kwamba uh, kuna korona mm. Na Mombasa kuna korona nyingi mm. So nilikuwa nafanya kazi kutoka nyumbani yeah. Then ikaja Sikuelewa ni nini ilitokea hapo katikati. mm. lakini nilipata tu message kwenye simu yangu. mm. kwamba nimefutwa kazi. True message. Yes. Ndio. E, basi ikaenda hivyo. Kipindi hicho nilikuwa na mama angu mgonjwa. mm. Ashatangulia mbele za haki Mwenyezi Mungu amrahamu. yeah. Na mjalie jana. Kipindi hicho nilikuwa na mama angu mgonjwa. mgonjwa yeah. so nikajiajiri. Mm. Nikasema madamu kazi zimekataa ndio. Wacha nijiajiri mwenyewe kwa mamangu mm. Nikajiajiri mwenyewe natangia hapo mamangu ameugua kansa miaka tisa mm. Lakini nikasema wacha sasa hivi nijiajiri officially kwa mamangu mm. Nikajiajiri nikawa namwangalia mamangu mm. tena kwa dhati ya moyo wangu waliokuwa wanaona wanaona, na waliokuwa wanajua wanajua. Tukashikana mimi na ndugu zangu, tukamlea mamangu mpaka mm. Mwenyezi Mungu akamuhitaji, basi akatangulia mbele za haki mm. alhamdulilahi, nikakaa nika yeah. nikakaa mm. nika mama baada mm. ya mwaka yeah. Sasa sasa hivi naelekea ikifika Septemba mama atakuwa tangia afya miaka miwili sasa. Nikakaa tu nimekaa tu nakuta message kwa, kwa simu yangu yeah kutoka kwa dada mmoja anaitwa Anita Santuri akanieleza kwamba kuna hivi na hivi, it was last year. mm. lakini sasa nilikuwa nimejaa na kazi za MC Disemba. yeah. yes. nikamwambia sasa sitaweza kuja Disemba. mm. nataka nimalize hizi kazi za watu, maana nishapokea nishapo hela, sitaki yeah. yes. mm. kuharibu jina langu mm. nikafanya kazi zangu za Disemba nikamaliza nikaenda nikasaini mkataba, mm. Nikaanza kazi upya, alhamdulillah. Um, ulikuwa umeiva sana katika kazi zako za UMC? Ndio. Ni kipaji ama pengine umesomea? Wallahi MC mimi sijasomea eh. Ili kuja tu, ili kuja tu eh, nikaanza kidogodogo hivi, nikipokea shilingi elfu tano yeah. Nikapanda, napanda daraja mpaka sasa hivi uh. Ukiona mtu amwita Mama Madikodiko kwenye shughuli yake, i mweshimu. Mbona anatutisha so kutisha? Ndio, na nijua thamani yangu yeah. yes. Na ushagundua pengine mashabik mm -hmm. wanapenda nini chako wanapokuwa pale katika hadhira ya harusi uh? Unajua kila MC ana uniqueness yake yeah. so mimi kuna hiyo uniqueness yangu ambao mtu pia anaipenda yeah, eh, kwa wale ambao wananijua yeah. So sitaki kusema kwamba fulani ni mzuri zaidi, fulani ni mzuri. Mm. Unajua kila mtu ana ubora wake yeah, na kila binadamu mbele ya Mwenyezi Mungu ana ubora wake kuna... na vile vile katika hizi kazi zetu za MC na utangazaji yeah, kila mtu ana yale manjonjo yake yeah, kila mtu ana yale machachari yake yeah. Basi kuna ule anapenda huyu, kuna ule ambaye anapenda mama's boy, kuna ule anapenda mm, madikodiko yeah. Yeah. So so wewe yako pengine ni machachari ya um, kuchezesha pengine ama macha, machachari ya ile michezo ambayo huwa um, ile kreati, kreativ, uh, um, creativity ambayo huwa mko nayo pale kwa hadhira, ama ushajiuliza usha ama ushagundua kwamba uh, mashabiki zangu wanapenda mtindo huu na huu ndio ntashikana nao. Kwa kweli sitaki kujisifia sana mm. lakini mimi ninaposhika maiki huwa sibatishi kwa kweli sitaki kujisifia, mbona mgema akijisifia, akisifiwa sana tembo litia maji. Na mimi siwezi kujisifia zaidi, lakini wanaojua, wanaotambua kazi yangu wanajua, wanajua. Lakini heshimu mtu yoyote ambaye atakuwa amemwita Mama Madikodiko katika shughuli yake, kwa sababu pia bei zangu ziko tofauti na MC wengi. Hey, <laughs> so, um, lakini sio chini ya hamsini hey. Um, kwa mfano ndio nimepata kazi Nairobi, mtu atanikatia ndege. And yeah, kwenda na kurudi, mm -hmm, alafu anikatie sehemu yangu wa kulala, yeah, anisimamie chakula changu, ah, anipatie hela ya kutoka Mombasa kwenda airport Ndiyo, alafu na hela ya, na, na gari ya kunitoa airport kunipeleka sehemu naokaa. Ndiyo. Umeona eh? Alafu nikifika Nairobi yani nataka sehemu nzuri ambayo inapendeza. Sasa, hiyo iko ndani ya hii elfu hamsini ama no? Hiyo iko nje, hiyo ni elfu hamsini iko pembeni baba. Malipo, malipo. Haya, usi usi usishtuke <laughs> <laughs> sana mtazamaji, ikiwa pengine, um, bei hizo zinaku zitakukandamiza labda unaweza fanya harusi karibu na kwa kina Madikodiko ama kwa Madikodiko ndio hizi hesabu za ndege <laughs> na nini ziwe <laughs> ziwe uh, zinaondolewa by the way, Mama's boy, yeah. Uh, kuna, kuna wanyonge wenzangu kwa sababu mimi bado mnyonge tu, mm. But najua kazi yangu, yeah. Unaona eh? mm. Na binadamu yoyote lazima ujithamini, yeah. Usipojithamini hakuna mtu atatoka mbinguni aje akuthamini kabisa, Mona. Lazima ujipende, Mona, kwa sababu kitu cha kwanza nikwambie tu yeah, tukienda kwenye MC, mm, lazima uvae nguo nzuri mm, lazima ufanye makeup uingie, mm, kista tafute gari uitie mafuta uingie kista. Sasa mtu ukimpa hizi expenses zako kwa, anaona kwamba, ah, huyu naye anajibebisha sana, anajifanyisha mm, sana, anajua sana kutangaza Ah, mimi nitamchukua kwa Mums Boy na 3000 tu. Na hizi uh, 5000 za kwanza ambazo ulikuwa unasema unazi ulikuwa ulianza ukipokea 5000. Mm. Um. Ulikuwa unazi manage vipi kupitia hizi hivi vipengele vyote hivi? Wajua, mwanzoni nikianza yeah. MC, ma MC walikuwa wachache. Mm. Yaani tulikuwa kama watatu wawili. Mm. Mona, eh? Yeah. So hakukuwa na competition kubwa. Mm. Alafu with time, alafu pia nilikuwa bado mdogo pale. Mm. With time sasa ma, mambo yakazidi kupanda makeup ulikuwa ukienda unafanyiwa hata mia mbili mm. yeah. nguo zilikuwa rahisi mm. sasa hivi madera kama haya tukivaa karibia elfu mbili elfu umeona moja mia tano uweze umeona na huwezi kwenda na dera kama hili lazima uvunje kabati hey. <laughs> <laughs> mama Madikodiko baada ya alafu ngoje ngoje kidogo yeah. kuna hawa wanyonge wezangu mm. Wanyonge wenzangu Mama Madikodiko, mi nataka kufanyiwa kazi mm. Basi nitaelewana mimi na wewe Nae. Kama Mum's Boy lakini nitakupa onyo kwamba usiseme, usiseme kama ninakufanya na elfu moja, moja. Mwone kwa mfano yes. ya, kwa hiyo wale wanyonge pia tunakaribishwa na wakaribisha. Mbona hiyo hiyo? Ndio sasa angalau sisi saa hii nyoyo zetu ziko tumetamani. napi, napiga eh, pia huko mm. so, napiga huko Uh, baada ya kutoka Radio Kaya mm -hmm. Kabla ya kuingia Koko mm -hmm. Unafanya uh, kazi nzuri sana hapa ukiwa na kampuni ya Jimbo Media mm -hmm. Na tulifurahi sote kukuona wewe uki, ukisumbuliwa na vituko vya Bekaruga pale mm -hmm. Na kwa ujumla chenye ulikuwa nakifanya alikuwa kinapendwa na kila mtu Ndi. Awe mkubwa, awe mdogo Ndi lakini baada ya hapo uku, kuingia Koko hatukuoni sana sana, sijui ni mkataba ndio haukuruhusu ama ni vipi? Mimi na Jimbo mpaka kufa, mashallah. Mimi na Jimbo mpaka kufa, tena nakwambia mtazamaji, mimi na Jimbo mpaka kufa. Jimbo iko hapa mm. mimi ni Jimbo damdam ndio mm. labda ni kipi ambacho kinakupa nguvu ya, ku, aa, ya, kus, ya kuhisi kwamba Jimbo ni ni mimi na Jimbo ni mimi ya. Uh, unajua unaweza kuwa na mtoto mm. Mtoto wako ukimwanzisha kukua unamfundisha nidhamu mm. Anakula, anatembea mm. Anaanguka yeah. Anaamka mm. Mara anasota hivyo, yani unaona yeah, yeah. Sio? Jimbo ni mtoto wangu mm. Yes, kwa kweli Jimbo ni mtoto wangu. Mtoto wangu. Mtoto wangu. Yes, sina mkataba yeah. wa kwamba eti unani unani unanibana kwamba nisije kwa kwaakt yeah. No sina na hatuja kuona uh, recent. Kwa sababu sasahivi makao yangu ni Kilifi Aa. Sipo Mombasa kwa yeah. Sasa yes. Kwa hiyo kuja huku itakuwa pia nakmtihanmtihans yes. Kwa sababu kwa mara ya kwanza nilikuwa nikija kikomuti kijnikitoka Kilifi nikija Mombasa yeah. lakini E, ni expensive yeah, kwa siku ni elfu moja, mm, ambapo elfu moja ni almost 30k yeah, kwa mwezi mwona eh. mm. so nikaona ni hasara mm, nikaona nichukue sehemu ambao, yeah, naweza kukaa. Mm, nikitaka kuja kuna watoto wangu, nakuja weekend, saa zingine naruka weekend mbili mm. kama sasa hivi nimekuja na almost mwezi, hata sikukuu nimekula kilifu Um, kwa sababu uh, tunaona kwamba u, si wewe peke yako ambao hauonekani, mm -hmm. na kila mmoja sawa, yuko na sababu zake mm -hmm. lakini watazamaji wanahisi kwamba huenda labda kulikuwa na uh, kitu ambacho kimewaleta Jimbo na sasa hivi labda kimeisha, ndio mnaondoka. Mimi nakurudilia tena Naum. Jimbo ni mtoto wangu mm. Jimbo is my baby. tukianza Jimbo yeah ye mwenyewe alikuwa anafanya shughuli zake yeah. kwa kweli mm. siwezi kusema mi ndo nilianza Jimbo mm. lakini Jimbo ilianza mm. ilikuwa mm. Na, itakuwa, na itakuwa inshallah mm. so tukianza Jimbo, mimi na Bujra mm. video yetu ya kwanza kwenda Jimbo Media mm. ilikuwa ni mwezi wa Ramadhani mm. tumeenda kushuti Ukunda mm. tukapatana na Bujra mm. akanambia, mam naomba E, tufanye content. Mm. Kamuliza content gani? Akaniambia ya daku mbili mm. Sean yeah. kwamba uh, kuna daku mbili, mbili, unaanza na mimi Ndana. ama unaanzara daku, umeona? yeah, yeah. eh? yeah. tukafanya mm. nikamwambia vijana aweni mm. ule daku mbili umeona? yeah. hiyo ndiyo video yangu ya kwanza kuingia Jimbo yeah. nikiingia Jimbo, sijisifu sana mm. namba za Jimbo zilikuwa chini kwa yeah. kweli, kwa kweli yeah. Tulifanya video kama kumi mm. ili shoot mm. nashukuru, I was happy for that. mm. kwa sababu, kwa sababu niliona umuhimu wa kwamba mimi na wewe tukishirikiana mm. tunaweza fanya tuneza kitu. kitu, yeah. muone. mm. um, uh, umoja umoja wa watu mm. unaweza kujenga hata ghorofa well. umoja wa watu unaweza kujenga hata yaani tunaweza kununua hata meli tukitaka umoja, lakini umeona eh, tukikuwa na umoja kwe. Alafu kuna kitu eh, mimi niliwahi kumwambia Bujra tufanyeni kazi, tufanyeni kazi, tukue, kwa sababu hatuwezi kujua wale wanaotuangalia pale nje watatuambia nini, ama labda pia mtu ananiona amezoea kuona sura Madikodiko so nda kuna new faces. mm. tufanyeni kazi, you never know, mwingine atachukuliwa, mwingine atachukuliwa, mwingine atachukuliwa. mm. So sikuwa Jimbo eti kwa sababu kuna benefits mm. sikuwa benefit fulani na benefit chochote, lakini Jimbo ni mtoto mm. wangu. Narudia tena na tena Yeah. Jimbo is my baby. Tunafuraha kwamba hata kama hatu, hauko na benefit lakini mm -hmm. Uh, kwa namna moja ama nyingine ulikuwa unaelimisha jamii mm -hmm. Na ni mafunzo ambayo alikuwa anapekolewa vyema sana. Sorry, napenda kukatiza, nisamehe bure mm -hmm na kama tulikuwa tuna benefit mm. Ni vimatangazo vidogodogo mm. Tulikuwa tunapata vimatangazo vimatangazo hata mm. Kama tutagawa hata kama yeye Bujra ana kamera yeah. Ana nini ana lakini hakuwa na tukatie zile mambo kamera si nini mm. Atakachopata tutagawanya mm. Kati kwa kati mm. Na yeye ndio alikuwa anatia gari mafuta kuja mm. Kutuchukua mm. Umeona yeah yeye ndo anatia gari mafuta mafuta mm. kuja kutuchukua sisi mm. sisi hatukuwahi kujua anatoa mafuta wapi ana anatuchukua vipi, lakini mm. kila mtu tunafuatwa Likoni, mimi nafuatwa Likoni, wale ambao wako kule kina Sophie, kina Beka, sote hatukuwahi kutia gari mafuta, mwenyewe ndo alikuwa anatia gari mafuta akitufuata tuje katika content. Sasa kidogo tu kwamba hizi content zilikuwa unazi, ya, unachukuliaje ni moyo wako ule ule wa subra ama, um, ni content ilikuwa nakufanya uko vile, lakini labda mtu akikuchokoza kama Bekaruga alivyokuwa na kuchokoza waweza mwaktia. Ah, mimi na Bekaruga basi tulikuwa tunaelewana sana eh. Yaani ile ile nani yetu eh, hiyo, chemistry. Hiyo chemistry yetu mimi yeah. na Bekaruga yeah. ilikuwa ni ya power sana. Mm. Yani, yani, yani ilikuwa ni amazing. Mm. Kila mtu ilikuwa na ngoja Madikodiko na Bekaruga na, beka beka Ruga, na Sofi. Yeah. Ni moyo wako ule wa kuvumilia ama ni acting tu vile kwamba tukuogope? Upande mwingine mimi ni mvumilivu kwa hiyo. Mm. Yes. Vile vitimbwi ambavyo ulikuwa nakufanyia Bekaruga hata kwa real life wewe bado uko vile vile, yes, lakini saa nyingine ukiingia kwenye 18 zangu, yeah. in real life, in real life. Ukiingia kwenye 18 zangu as what koko, yeah, but mimi ni mvumilivu eh, unafanya yeah. Yeah. kazi nzuri mm -hmm. Lakini mashabiki wanasema umewekwa mahali ambapo, um, okay, ulikuwa, lakini ulikuwa unafaa ukuwe mahali ambapo mashabiki wana wanakutegemea zaidi, nazungumzia katika kazi yako ya ukungwi mm -hmm. Um, huku kwengine ulikuwa unafanya lakini kisirisiri mm -hmm. lakini ama kichinichini um, katika mawaidha ambayo ulikuwa unapeana kwa Radio Kaya mm -hmm. wakati wa kipindi chenu cha Mirindimo. Mimi katika Mirindimo, yeah. nilikuwa nafanya taarab eh, na nikianza utangazaji yeah. eh, nikianza utangazaji mwanzoni yeah. nilianza taarab yeah. then tulipokuja kubadilishwa hiyo yeah. Pilipili FM ilikuja yeah. ikabadilishwa, ikaondolewa, nikaenda, ikaondolewa Tara ndio. Lakini mimi ni presenter wa Tara. Kuna kipindi cha usiku ambacho uh, Coco FM kimepewa, anaitwa nani, uh, Mash Baby. Mash Baby. Mm. watangazaji wanasema pale mahali watangazaji mahali ilikuwa eh, watazamaji oh. I mean. wanasema pale mahali palikuwa pafaa wewe sana sijui swala hilo la kwamba Mashibebi aliyokuwa pale ambapo analifanya vizuri. mm -hmm. Lakini watu wanaimani kwamba ingekuwa ni Mama Madikodiko hapa, labda uono ungekuwa mzuri zaidi kushinda ule wa Mashibebi, na nimetangulia kukuambia. yeah. kila mtu ana ujuzi wake mm. na, na Mwenyezi Mungu mm. alitumba hata hivi vidole Yes. Mwenyezi Mungu mm. alitumba kila mtu na talenti yake mm. so much babe yeah. anafanya kazi nzuri yeah. hata ukiangalia kwa peji yetu yeah. hakuna, hakuna posti ambayo imeshafika milioni mm. katika peji ya koko mm. amashi ambazo yeah. zote tatu ziko juu mm. zimefika milioni yeah. so yeye ana uhondo wake kivyake mm. na, na mimi na uhondo wangu kivyangu, mimi hii taarabu Mm. naipenda mm. Mm. Ha, ha, na nimeridhika. Hakuna, hakuna nafasi ya wewe pengine siku moja kumwambia Mash Baby, hebu wacha na mimi ni nitamke kidogo? Mm, ipo ipo, ila mi napenda kustik kwa leni yangu mm. Yes. Mtazamaji ni Mama Madikodiko ambaye amejibu swali letu la kwamba yuko wapi. Amesema yeye yuko Jimbo ni yake na atabaki kwa Jimbo, na sasa hivi kama alivyokuambia basi kunayo ambayo walikuwa washatengeneza ama washayaandaa, na tuzidi kuyasubiria ili tujue je, yeah, Madikodiko ni yule yule wa zamani, ama mpaka sasa hajaisha ladha? mimi ni Mamsboy na ni kusihi tu tuendelee kusubscribe katika YouTube channel yetu ili tuweze kupata contents hizi na nyingine. Shukran sana mama Madikodiko. Mamsboy, point of correction, Madikodiko ladha yangu haiishi. <laughs> ladha <laughs> yangu itabaki kuwa pale pale. Tutaona katika vipindi ambavyo ita, tumetengeneza ita, ita, ita, kama tumetengeneza, video tatu yeah. wametushuti ama mawe, ndio videografa wetu wametushuti yeah. sasa hivi mm, yeah. lakini zinakuja, kama sio kesho, maybe usiku mm. yeah ama kesho kuto. Shukrani sana Mama Madikodiko na uzidi kufanya kazi nzuri. Shukrani.